Ibariki Isaka, kamuuliza mwanawe, imekuwaje umepata upesi namna hii mwanangu? Akasema, kwa sababu Bwana Mungu wako ale nifanikisha. Isaka akamwambia Yakobo, karibu tafadhali ili kukapase, mwanangu nione kwamba wewe ndiwe mwanangu Esau, ama siyo. Basi Yakobo akamkaribia Isaka ya babaye naye akampapasa, akasema, sauti ni sauti ya Yakobo, lakini mikono ni mikono ya Esau. Wala hakutambua kwa maana mikono yake ilikuwa kama mikono ya Esau ndugu yaye, yeye ni malaika. Basi akambali akamuuliza, wewe ndiwe kweli mwanangu Esau? Akasema, nii akasema niletee karibu nami nipate kula mawindo ya mwanao, ili roho yangu ikubariki. Akamsogezea karibu naye akala, kisha akamletea mvinyo akaya Isaka mwambia, wana, ka karibia, ya baba yake akamwambia njoo karibu sasa, ukanibusu mwanao. Akakaribia akamgusu, naye akasikia harufu na ya mavazi yake, akambariki akasema ya Tazama, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilonibariki. Kwala Mungu akupe na umande wa mbinguni na ya mang'ono ya nchi, na wingi wa nafaka na mvinyo. Mataifa na wakutumikie na makabila wakusujudie, wakusujudie usiwe walawanuuwe kwala ndugu zako na wana wa mama yako na wakusujudie. Atakayekulaani alaaniwe, bariki na atakaye kubariki abarikiwe. Ikawa Isaka alipokwisha kubariki Yakobo, na alipokuwa Yakobo ndiye ndiyo kwanza ametoka mbele ya Isaka baba yake, mara Esau ndugu yake akaja kutoka katika kuwinda kwake, naye pia amefanya chakula kitabu akamletea babae akamwambia, baba yake, baba yangu na aondoke, ale mawindo ya mwanawe, ili roho yako ibariki. Isaka ya baba yake akamuliza, una wewe? Akasema, mimi ni mwanawe Esau, mzaliwa wa wako wa kwanza. Isaka akatetemeka tetemeko kuu sana, akasema, nani basi yule aliyetoa mawindo akamlekeya? Nami nimekwisha kula kama ujaja wewe, nikambariki na naye atabarikiwa. Esau aliposikia maneno ya baba yake akalia kilio kikubwa cha uchungu sana, akamwambia babaye, nibariki na mimi mimi, nani e, eh, baba yangu Amen. tatu na na mwisho akasema, "Ndio, nduguyo amekuja kwa hila, atauchukua mubaraka wako Amen. Amen.

akamuutia Habili nduguye akamuwa. mm. Ndio akamwambia kamwalia, Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? mm. Akasema sijui, mimi si mlinzi wa ndugu yangu. mm. Akasema umefanya nini? mm. Sauti ya ndugu yako, eh, ya ndugu yako inanililia ya kutoka ya katika hasi. Ndio basi, sasa umelaaniwa wewe katika hasi iliyo kuguwa kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Lugulagoa, amen. Jina la Bwana ibarikiwe. Ibarikiwe jina la Bwana. Pia kwa ajili yako Bwana benzi. Eh, Bwana benzi kwa mesa matakatifu. Amina kubwa. Hata kuongea kwa dakika chache juu ya mneno ambalo nasema juu ya vifungo. Neno nasema juu ya nini? Vifungo. Vifungo kwa Kifaransa labda tutaita le lien. Le lien ni makamba. Kiona vifungo, kiona kitu wanaita le lien, maana kutakuwa kamba na kunakuwa kitu ambacho kitafalili kitafungwa ile tano. Lakini ile vifungo tunavisible kwa wanani? Ile vifungo tunavisible kwa wazaliwa kwa kwa wa kwanza. Kuna pia vifungo vya kijamaa, kuna pia...